Siku yetu kaka, karibu. Amana salama, karibu kaka. Amana salama kweli. Kwa siku hii ya leo namshukuru Mungu, siku yangu imeenda vizuri nimejifunza vitu vingi hususani, swala sala ni wasi tu, ndugu zangu, kaka dada, zidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu asala. Kwa njia ya sala. Amana salamu, amana salamu. Nimekwenda kufundisha. Amani na Salamu. Na jamani, ilikuwa ngumu nimefanya hizo kazi, sija kufanya weekend hizi kazi kama leo yani, ni nimechoka choka, lakini namshukuru tu Mungu nimemaliza mapema nimekuja vifaa Amina. Mungu ahimidiwe. Amina. Ah, nimefurahi, namshukuru kaka <laughs> nimejifunza sala. Aman na salama, Amana salama. Amana salama. Amana salama. Amana salama. Amana. Misiku yangu alio likuwa ni nzuri kwa sababu nimepata mafundisho ambayo atanijenga kiimani. Aman na salama. hmm? Badaa tinaskuyako likuwaji nzuri umejifunza nini leo mejifunza sala Hmm. Kaka, siku yako ilikuwaje? Umejifunza nini leo? Sala? Kaka, umejifunza nini leo? Sala, tenda kusali, kaka yangu hmm. na wewe umejifunza, umejifunza nini? Sala? utakuwa unasali, ipigaishara msalabu, aminadaji, siku yako ilikuwaje? Umejifunza nini Sala? na na wewe dada, Sikio kulikuaje? nyumbani wazima? Unajifunza nini leo sala? nimejifunza kweli. Umeelewa? meelewa, utakuwa na sala? Okay. Sala dadaangu, hivi Mwanasimba, unajifunza sala kweli? Unajifunza dadabiana, unajifunza sala. Asante. Sikio yangu ilikuwa nzuri, nashukuru Mungu. Tulikuwa na mgeni wetu kutoka kanda, makamu mkuu wa kanda, karibu pia kwa neno kwa ajili ya siku ya leo. Ndugu karibu. Siku imeenda vizuri, nimefurahi kufika kuwaona. Hayo namshukuru Mungu. Nashukuru Mungu leo nimeamka salama na changamoto kaza na kaza zimetokea kidogo kwangu binafsi, lakini namshukuru Mungu kaniwezesha, kalipa uzima, kalipa nguvu. Nimekuja hapa nimejifunza vitu vingi sana, eh hey, kuhusu sala, siju kusali, kusaidiana. eh hey, namshukuru Mungu. Amani na salama, amani na salama <laughs> <laughs> amani na salama.